Kikubwa tunaenda na, na tahadhari kubwa kwa sababu Simba nao ni, ni timu nzuri na wanachezaji walioko bora. Kwa sisi kama wachezaji ni wajibu wetu kwenda kufanya vizuri na kupambana na kuweza kufanya vizuri katika mchezo mwingine tena. Job zungumza na mashabiki wa Yanga Africans kuelekea mchezo wa kesho. A, kikubwa tungependa kuwaomba mashabiki zetu wajitokeze kwa wingi siku ya kesho kuja kutupa sapoti, kwani mchezo huu ni muhimu sana na tunawategemea sana, sapoti yao ni muhimu kwetu na ambacho sisi tunaweza kuahidi ni kwamba tutaenda kupambana kwa asilimia mia kuweza kufanya vizuri na kuweza kutetea taji letu. Asante sana, shukrani sana na niwatakie, kwa kuwa tuko tayari sisi, kila mchezo kwetu ni fainali. Kwa hiyo tunachoangalia, mchezo gani huko mbele, tunatoa kwa asilimia mia kuweza kufanya vizuri katika mchezo husika, baada hapo tunaangalia mchezo unaokuja. Kwa hiyo ni sisi tukujipanga na kuangalia kuna mchezo gani na mchezo gani mwingine na mahitaji yake, tunaamini tutapambana hivyo hivyo. swali la mimi nadhani hakutakuwa na, na, na eneo gumu kama tutafanya kile ambacho tumekifanya katika uwanja wa mazoezi au maelekezo ambayo tumepewa na mwalimu. Kama tutafanya kwa asilimia mia, basi naamini kila kitu kitakuwa chepesi. Sawa, so, swali la nne kwa mchezaji. Sisi kwetu hakuna presha yoyote, ukizingatia wachezaji wakubwa, hii ndio mchezo wetu. Kwa hiyo kikubwa ni kujiandaa vizuri na kwenda kufanya vizuri katika mchezo wa kesho. Sawa, so, swali la tatu. Sisi morali yetu bado iko juu pale pale, tena ukizingatia tukiangalia kwa mchezo ambao ulivyopangwa kwa sasa hivi ni mchezo muhimu kati hata ile ambayo ingekuwa nyuma. Kwa sisi kama wachezaji tuko tayari na morali iko juu na tunaamini tutakwenda kupambana kwa asilimia zote kufanya vizuri katika mchezo huo. Swali la pili kwa mchezaji. Sisi kama wachezaji tuko, tuko tayari kwa ajili ya mchezo huo, tunaamini utakuwa ni mchezo mgumu na ni mchezo mzuri, lakini tumejiandaa vizuri na tunaamini tutafanya vizuri ili kuweza kutetea taji letu. Sawa so, nikaribishe maswali matano, nikaribishe maswali matano kwa